Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam limewakamata watu watatu kwa tuhuma za kuhusika na vitendo vya uharibifu wa miundombinu ya mradi wa mabasi yaendayo haraka maarufu kama Mwendokasi, baada ya baadhi ya wananchi waliodai kuchoshwa na kusuasua kwa huduma hizo kurusha mawe na kuvunja vioo vio vya mabasi pamoja na vituo vya mabasi hayo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi hilo, tukio hilo lilitokea usiku wa tarehe 1 Oktoba 2025 kuanzia majira ya saa mbili usiku katika maeneo ya Gerezani Kariakoo, Magomeni Mapipa, Magomeni Usalama na Magomeni Kagera. Katika maeneo hayo, baadhi ya mabasi na vituo vya abiria vilirushiwa mawe, hali iliyopelekea uharibifu ikiwemo kuvunjika kwa vioo. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam tarehe 1 Oktoba 2025 katika majira ya saa mbili usiku maeneo ya Gerezani Kariakoo, Magomeni Mapipa Magomeni Usalama na Magomeni Kagera kwenye vituo vya mabasi ya mwendokasi, baadhi ya mabasi yalirushiwa mawe na vituo hivyo baadhi vioo vyake kuvunjwa, imeeleza taarifa hiyo. Afisa polisi wameeleza kuwa mara baada ya tukio hilo, msako uliofanyika na kufanikisha kukamatwa kwa watuhumiwa watatu ambao kwa sasa wanaendelea kuhojiwa ili kubaini chanzo cha matukio hayo. Jeshi hilo limeongeza kuwa jitihada za kuwatafuta watuhumiwa wengine waliotoroka zinaendelea. Watuhumiwa watatu walikamatwa, wanahojiwa na chanzo cha matukio kinafuatiliwa. Watuhumiwa wengine waliohusika katika tukio hilo wanatafutwa. Jeshi la Polisi linaonya watu kutojihusisha na matukio ya kihalifu ikiwemo kuharibu miundombinu ya umma. Imeeleza taarifa hiyo. Hata hivyo, polisi wamesisitiza kuwa vitendo vya aina hiyo havitavumiliwa na yoyote atakayebainika kushiriki atachukuliwa hatua kali za kisheria huku wananchi wakihimizwa kutumia njia za kisheria kutoa malalamiko yao badala ya kujiingiza kwenye vitendo vya uharibifu wa mali za umma. Hii ni Dems Media na mimi ni Abdul Juma. Usisahau kusubscribe na kutoa maoni yako. Asante.